Naena tuna tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni ambayo inakuwa juu ni corset. Hiyo corset unaweza ukaiacha kama blouse ama ukaunganisha kwenye sketi kwa gauni. Sisi lengo letu ni kushona gauni, kwa hiyo nitakwenda kuchukua vipimo kama ifuatavyo. Kwanza kabisa vipimo vyetu tutambue, bega ni kumi na tano, kifua thelathini na nne chini ya ziwa ishirini na nane kutoka jubean mpaka tiseni ya kifua ni tisa na nusu chini ya ziwa ni kumi na mbili aftu ni kumi na saba na urefu mzima wa kuvituhii ni ishirini na nne. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tutakwenda kugawanya mistari minne ambapo tunajua kwamba nguo inatakiwa igawe mara nne. Kwa hiyo tutakwenda kuchukua thelathini na nne ambayo ni kifua, tutagawa kwa mbili ambayo itakuwa ni kumi na saba. Kumi na saba hapa namna hii sha sema ni thelathini na nne ukigaa kwa kwa mbili ni kumi na saba. Kwa hiyo hii ni nusu ya thelathini na nne na baada ya hapo tutaangalia nusu ya kumi na saba. Uh, ni nane na nusu hapa. Kwa hiyo nipakana kunyesha mstari kama ifuatavyo. na huku kwa pembeni pia nitakwenda kuangalia hivyo hivyo, nitakwenda kupima ili niweze kulinganisha. Nane na nusu iko hapa, kumi na saba iko hapa, kutengeneza mstari ulionyooka Nitakwenda kunyosha namna hii. Baada ya hapo, nitakwenda pia kupima sehemu ya dati ni kwenye nchi nne hapa na huku, sehemu ya dati ni kwenye nchi nne Kwa hiyo pia nitanyosha mstari ni nne ni nne baada ya hapo sasa, tutakwenda kupima mistari yetu ya mlalo ambapo tutapima tisa na nusu. Ilipo tisa na nusu iko hapa sehemu ya katikati ya ziwa. Chini ya ziwa ni kwenye kumi na mbili na nusu, afu yetu ni kumi na saba, na urefu mzima tumesema ni ishirini na tatu na nusu, tuseme ishirini na nne. Kwa hiyo nitakwenda kumaisha hapa Namna hii. Baada ya kopica na, na hafi yetu sehemu ya kwapa, sehemu ya kwapa ni nani hapa? Namna hii sawa. Ikumbukwe sasa kwenye vipimo vyetu hivi tutaangalia sehemu ya kifua mpaka chini ya ziwa tuna ngapi? Tuna mbili na nusu, yaani kutoka hii sehemu mpaka hapa tuna mbili na nusu. Kwa hiyo hii ni saizi yetu ya ziwa. Nimeshawatumia um, vipimo vya saizi ya ziwa. Ukiona mbili na nusu utajua kama ni selo ama ni exi. Kwa hiyo kama ni tatu pia utaelewa ni ngapi. Namba mpitie ili mpate kujua saizi ya maziwa. Kwa hiyo huyu mtu wetu ana saizi ya mbili na nusu, ama unaweza ukachukua kifua ambacho ni thelathini na nne ukatoa chini ya zio ambayo ni ishirini na nane tunapata sita, unazwa kwa mbili unapata tatu, naona lakini sisi tutatumia hii ambayo ni mbili na nusu. kumi na mbili kutoa tisa na nusu hapa namba tano mmhm, mbili na nusu tutatumia hii. Kwa hiyo hapa ni chini ya ziwa, ni huu mstari ambao ni chini ya ziwa. Mara nyingi hukuwa tunapunguza constant moja, halafu moja na nusu tunaimalizia upande wa huku, lakini mimi hapa nitakwenda kupunguza kote kote mbili na nusu. Kwa hiyo moja nitaipunguza huku, sorry, halafu moja na nusu nitaipunguza upande wa kulia. Hapa ni katikati ya ziwa, kwa hiyo nitatoka hapa nitakuja mpaka hapa na nitatoka hapa nitakuja mpaka eneo hii. Baada ya hapo, nitashusha tu dati yangu mpaka chini, nitashusha mpaka chini namna hii na, na huku nitashusha mpaka chini namna hii, naona ilivyoshuka, halafu nitarudi kwa huku juu hapa tushasema ni mbili na nusu kwa kutoka hapa katikati ya ziwa nitapanda mbili na nusu ili kuweza kufunika ziwa langu na nchi moja nitaongeza nchi moja kwa nitapanda tatu na nusu hapa ama unaweza katoa juu kama unatoa nchi tano au sita kwa mfano hapa mimi ni sana kwamba nimetoa nchi sita baada ya kutoa hivyo tutakwenda kupunguza hii sehemu tutapunguza nchi moja kila upande na kama mtu ni mnene sana unapunguza kuanzia moja na nusu na kuendelea. Kwa sisi hapa tutapunguza inchi moja na huku tutapunguza inchi moja kisha tuta connect kutoka hii point kuja hapa. Kutoka hapa kuja hii sehemu tutachukua saizi ya ziwa huyu mteja wetu. Huyu ana size ya lakini kwa sababu hapa XL hatuna, hii ni XXL, tutatumia hii. hasikishani sana kwa. Ukishamaliza kuchora hivyo utahakikisha ziwa lako litakuja kufiti maeneo haya sawa? Eh, utahakikisha je, litakuja kufiti. Kama unavyoona hapa, hii sehemu ziwa litafiti vizuri tu, kwa hiyo tutaishia hapo, na baada ya hapo tutakoleza hii point is point, ni mpate kuona hili ndio ziwa letu, kutoka hii point mpaka huu mstari wa kwapa. Nitanyosha tu namna hii, kutoka hiyo sehemu mm. Baada ya hapo tena, nitarudi nitakwenda kutengeneza dasi hii sehemu kwa ajili ya kubana na sehemu ya tumbo. Kwa hiyo hapa nitaingia nchi moja kila upande, nitapunguza moja nchi moja namna hii, kwa hiyo nitapunguza namna hiyo tapunguza namna hii namna ya hapo, na huku sehemu ya mgongoni pia tutakwenda kupunguza nchi moja moja, lakini huyu mtu ni mwembamba sana, tayari nimeshakula sehemu kubwa tutampunguzia tu kama nusu nchi au robo tatu. Tutapunguza robo tatu na huku peme tutapunguza robo tatu namna hii. Baada ya hapo, tukitoka hii sehemu, kumbuka huku ni mgongoni hapa ni sehemu ambapo uh, kwa pale tu linaishia. Kwa hiyo ukishusha hii sehemu, ujue mgongoni patakuwa hapatokuwa wazi sana, lakini ukishusha zaidi ya hapa, ina maana patazidi kuwa wazi. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kushusha mpaka pale sehemu unaona wewe inafaa. Kwa mimi hapa sitashusha sana, sitashusha sana, nitashusha tu namna hii, nitaishia tu kushusha hapa, kwa hiyo mpaka hapa tumemaliza uh, kuchora pateni yetu, ambapo tuna kipande kimoja hiki hapa, cha pili, cha tatu, cha nne. Basi tukate haizinakata Yeah, hivi ndo vipande vyetu tutakwenda kutoa, uh, viwili viwili. Hichi kitatoka kipande kimoja kikiwa kiko dabo, alafu hivi vitatoka viwili na hivi vingine vitatoka viwili viwili. Ikumbuka, tutakata canvas kwa ajili ya laini, na kwa ajili ya kitambaa tutakata kitambaa, tutakata na laini. Kwa hiyo kama utatumia laini utakata mara mbili, kama utatumia, utatumia kitambaa hicho hicho basi utakikata mara mbili. Mimi nakwenda kutumia kitambaa, kwa hiyo